Na wakazi wa kaunti ya Mombasa wamekuwa wakikabiliana na athari za mvua ya bojo ambayo imekuwa ikinyesha katika eneo hilo kwa muda wa majuma mawili yaliyopita. Mvua hiyo imeathiri pakubwa shughuli za kila siku ikiwemo kusababisha kufungwa kwa barabara, kuharibu magari, kuwapotezea wakazi makazi pamoja na kuvuruga biashara. Serikali kuu na zile za magatuzi zimehimizwa kuchukua hatua za dharura za kukabiliana na athari hizo. Kwa mwaka mwingine jiji la Mombasa linakabiliwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua ya bojo yeah. Miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni mtaa wa Nyali, ambako wanafunzi wameshindwa kufika shuleni kwa vile barabara nyingi katika sehemu hiyo hazipitiki. Sisi tunalalamika sana kuhusu hii maji, tunashindwa hata kufanya biashara hapa jamani. Pili, tuna watoto wetu wanashindwa kwenda shule, wakitoka shule hatuwezi kuafod pikipiki. Piki pia ni riski, na wenyewe pia wakitembea na miguu wanaweza kuzama hapa kama ni watoto wadogo, imagine. Tunaomba serikali iingie katikati itusaidie. Pili, haya maji yakizidi kukaa kutatoka magonjwa jamani. Wakaazi wengi hususan wale wanaoishi katika makutano ya barabara wamelazimika kuhama makwao kutokana na ongezeko la mafuriko, baadhi wakilazimika kulala nje kwenye kibaridi. Ongezeko la viwango vya maji pia limetatiza shughuli za kibiashara katika eneo hilo. Hii maji inatuadhiri sana upande wa kazi na kama mnavyoona barabara ilivyo, imejaa maji, watu kupita ni matatizo naona, na hata kuna mashule yako hapa karibu, wanafunzi wameshindwa kwenda shule kwa sababu barabara haipitiki. Shughuli zingine haziwezi kufanyika kwa sababu, hata kuna supermarket iko hapa, lakini watu haziingia wafanye biashara. na wakazi wanaitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kutangaza hali hiyo kuwa ya dharura na kutoa msaada pamoja na kukarabati miundombinu haraka iwezekanavyo. Hii barabara sio mara ya kwanza kuharibika hapa. Kila mara mvue kinyesha ni hivyo hivyo hivyo, hatuna amani kabisa. Na hii siyo peke yake, ni barabara nyingi sana zimeharibika, hivyo ni maajabu. Ukienda Links Road pande hii, wenye nyumba wamehama na wale wapangaji wamehama, maji meingia mpaka huko ndani. Kitu tunauliza hakuna drainage na siyo mara ya kwanza. Joseph Wahungu, Darubini.